Tukisalia na hayo, kisiwa cha Mvita ni mojawapo ya maeneo yanayotarajiwa kukumbwa na changamoto kuu katika mvua ya El Nino inayotarajiwa. Inaarifiwa kwamba viwango vya maji katika Bahari ya Hindi vitapanda kwa zaidi ya mita tatu katika hali itakayotatiza pakubwa makazi ya wengi kwenye fuo za bahari. John Juma anaarifu. Kulingana na utabiri wa hali ya hewa, mvua ya vuli itanyesha katika wiki mbili za kwanza Oktoba itaongezeka hadi wiki ya nne ambapo itageuka kuwa El Nino places like Mwakirunga, Maunguja and Njofu, which will experience around 300 to 450 mm mm of of water water then the uh, the island and the rest we are expecting our, um, above 250 mm of water kwa kidesha kubwa na kuna maradhi manake ya haya pia wakati mvua inapokuwa kubwa pia anatapika watoto wanakanyaga kanyaga nashuka na kipindupindu. Onyo limetolewa kwa watumizi wa bahari wakiwemo wavuvi na waogeleaji kuchukua tahadhari kuu, kwani hata bahari haitakuwa salama. We expect high waves, water waves, 3.something meters high and above. Na maeneo ambayo pia hatari za nyaya za umeme zinaponing'inia hivi, wanasema ni miongoni mwa hatari ambazo zitajitokeza, swali likisalia Wananchi wako tayari kuhama? Mtu amekaa sehemu yake miaka kumi, alafu namwambia agure. Kwa mfano agure, aende wapi? hali ya uchumi ni ngumu. Inamaana na sasa ukienda kutafuta nyumba, inamaana mpaka uwe na deposit. Mtu anakuambia anataka deposit ya miezi mitatu, miezi minne. Wana jambo moja la kuchagua, unaangalia kifo na unakikodolea macho ama unaangalia, uh, mahali pa kukaa. Ni vitu viwili hapa, lazima uchague. Ni muhimu sana wananchi waelewe kwamba maeneo haya ni hatari na ni usalama wao. Si suala la kwamba mi nalipa kodi ama nitakwenda kulipisha kodi wapi, tunataka kila mwananchi awe salama. Huu ni mojawapo tu ya mikondo ya maji ambayo imezibwa na nyumba ambazo zilijengwa kwenye mto huu pamoja na kuta ambazo zilijengwa kwenye mto huu. Na sasa hii serikali ya kaunti ya Mombasa kutumia matingatinga kubomoa majengo hayo na kuta hizo ili kuruhusu maji yaweze kutumia mkondo wake. Tayari tumeweka rescue centers ambazo zitawakidhi kwa muda mfupi huu ambao una matatizo. Watakaoathiriwa Likoni watashughulikiwa katika kituo cha zimamoto eneo hilo. Waathiriwa wa Mombasa kisiwani watapelekwa uwanja wa Tononoka. Wanachangamwe watahudumiwa katika kituo cha kusafisha mafuta refinery. Uwanja wa maonyesho ya kilimo utapokea waathiriwa wa Kisauni. Mashirika yote kiserikali ya kiserikali yametakiwa kutoa huduma za dharura haja inapotimia. These are Barabara nyingi zimehofiwa hazitapitika, John Juma, KTN Leo, Mombasa.